Wito huo umetolewa na Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Tulia Aksoni alipokuwa akifungua kongamano la wanawake kikanda mkoani Mbeya katika kuelekea kilele cha siku ya wanawake Machi 8 mwaka huu. Kuhusu malezi, tukishirikiana sote kwa pamoja, baba aone ni jukumu lake kulea, mama aone ni jukumu lake kulea, na sio tuanze kuona kwa kuwa wanawake wamewezeshwa siku hizi ndio maana basi maadili yameshuka sana a -a. tunataka turudi nyuma, yaani mama ayo anakaa tu nyumbani. Tukiendelea kuweka hapo ka mzigo kwamba a -a. huyu mwanamke, jamani, sijui tumrejeshe wapi akaendelea na malezi a -a. jukumu la kulea ni la jamii nzima, jukumu la kulea ni la baba na mama, ili wote tusonge mbele. Kwa upande wake naibu waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Maryprisca Mahundi amewasihi wanawake kuwa kitu kimoja kwa kushirikiana kwenye nyanja mbalimbali ikiwa ni pamoja na siasa ili kutimiza ndoto zao na familia. Tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kuhakikisha haki, usawa na uwajibikaji katika kujiletea uchumi. Wanawake tunausimamia kwa umoja wetu, na kwa sababu mara zote mwanamke yoyote anayefanikiwa, familia yake inafanikiwa Mama ndiye chachu ya mafanikio katika familia zetu, hivyo tuendelee kusonga mbele, tuendelee kupendana, tuendelee kushikana mikono, kutakiana heri, kusaidiana kuhakikisha mwanamke yeyote anayepata nafasi ya uongozi anapewa uh, sapoti ili aweze kufanya vizuri kabisa. Beno Malisa mkuu wa wilaya Mbeya akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Mbeya Juma Homera amesema kuwa serikali inatambua mchango wa wanawake katika kuchagiza maendeleo ya taifa, hivyo itaendelea kuboresha mazingira ikiwa ni pamoja na kuwapa mikopo isiyo na riba. Serikali katika mkoa wa Mbeya imefanya mambo makubwa, imefanya mambo mengi sana katika sekta ya afya, elimu na imewekeza fedha nyingi kwenye maeneo haya, na yote ni kuhakikisha jamii inajikwamua hususani kundi kubwa la wanawake. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Mbeya jumla ya halmashauri zake umetoa zaidi ya shilingi bilioni sita zilizokwenda kukopesha makundi maalum kwa maana ya vijana wanawake na watu wenye ulemavu. Hata hivyo, mwenyekiti wa chama cha mapinduzi Mbeya mjini, Afrey Nsomba amesema chama kinatambua mchango wa wanawake, huku akisihi kushiriki katika kugombea nafasi mbalimbali za uongozi hasa tunapoelekea katika uchaguzi mkuu. Ushiriki kwa wingi katika kushiriki uchaguzi lakini pia kama hiyo haitoshi, kugombea nafasi zilizoko, kuna nafasi mbalimbali ambazo mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Kuna udiwani, kuna udiwani viti maalumu, lakini pia kuna ubunge na majimbo mbalimbali. Nikilipoti kutoka Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.